Dua yangu Tanzania. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu Tanzania. Ninakutukuza kwa sifa na tunu bora kabisa ulizonipatia, ikiwa ni pamoja na amani, uhuru, utajiri wa rasilimali asilia, lugha makini ya Kiswahili, utamaduni chanya na utulivu. Jina lako litukuzwe sana. Najua unanifahamu vema na wala sina haja ya kujieleza wala kujifafanua sana mbele Yako Mungu wangu. Hata hivyo, nina uhakika kuwa, uliruhusu uwepo wangu kwa makusudi maalum na ukanipatia watu wa kutosha ili kupitia kwao mapenzi Yako yatimizwe na hata mipaka ukaniwekea. Jina Lako litukuzwe sana. Vilevile ninakushukuru kwa ajili ya wenyeji wanaonikalia Tanzania, na kwa ajili ya wageni wanaonijia kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa kuvutiwa na tunu na vipaji bora kabisa ulivyonijazia. Utukuzwe sana Mungu wangu. Hata hivyo, leo ninakuja mbele zako e ee, Mwenyezi Mungu, nikiwa na dua mdomoni mwangu. Ujasiri nilionao wa kuipaza sauti yangu mbele zako, Mungu wangu, umejengwa katika msingi imara kabisa, naam, katika neno Lako, Wewe usiyesema uongo kamwe. Hivyo, kwa vile umesema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote, kwa ukarimu, wala hakemei; naye atapewa Yakobo moja mstari wa tano. Basi, wewe uwapaye wote kwa ukarimu wako, na wala sio kulingana na vile wanavyostahili, naomba hata mimi unipatie sawasawa sawa na mapenzi Yako. Dua yangu Tanzania: Ee Mungu wangu, ninapoitazama amani ya watu wangu, hakika, inanitia mashaka. Naomba unijalie amani yangu ili mataifa wajifunzapo kwangu, wakutukuze na kukujua wewe mpaji wangu. Ninapoutazama umoja wa watu wangu, hakika, ninaona mgawanyiko. Wahenga walisema, umoja ni nguvu, na utengano ni udhaifu; tena Yesu akawaombea wanafunzi kwako akisema, naomba wote wawe na umoja. Nami leo, kama taifa ninalokutegemea, naomba unijalie umoja, kwani kwa umoja pekee ndipo nitaweza kufikia viwango kamilifu vya utumizi wa rasilimali zangu ulizonipatia, na ndipo kila mmoja anayenikalia atafaidika na kuujua wema wako, ewe Mungu wangu. Tena ni kwa umoja pekee mapatano kamili kati ya watu wangu yatakuja na ushindi mkamilifu kwa kusudi langu utapatikana, na kwa hayo dunia itakutukuza kwa ajili yangu Tanzania. Ee Mungu wangu, ninapo utazama upendo wangu leo, hakika unanitia mashaka. Kwa kweli ninaona ubinafsi, uchoyo, tamaa, kiburi, chuki na wivu, ndivyo vimenijaa. Na ndipo kwa uwazi kabisa natambua kuwa mzizi wa matatizo yangu unasababishwa na upendo wangu kufa. Ndiyo, sina upendo wa dhati kwako Mungu wangu, na wala sijampenda jirani yangu kama nafsi yangu. Upendo wangu umehamia kwenye vitu, heshima, vyeo, umaarufu, pesa, mali, fahari na madaraka. Ni posa, sioni hatari ya kumuumiza mtoto wako, wala ya kukukosea wewe ili kuvipata hivyo. Nisaidie, ee eh, Mungu wangu o oh, Mungu wangu, kama hautaingilia kati na kunisaidia, naona siwezi kunasuka kwenye mtego huu. Ni kweli nimejitega, nahitaji msaada wako ili kutoka humu. Naomba uniokoe Mungu, karibu leo ndani yangu na unijaze kwa pendo lako kamilifu. Mwisho, ninapojifunza kwa taifa la Israeli katika Biblia, ninagundua kuwa uliwapa upendeleo mkubwa ukawaweka kwa makusudi maalum na kutarajia makubwa kupitia kwao, na wala siyo hivyo tu, kwani hata maelekezo na sheria uliwapatia vyenye kuwawezesha kufikia viwango ulivyovikusudia. Hata hivyo, kwa makosa na maovu yao, yalisababisha hasira yako kuwaka juu yao hata ukaruhusu wachukuliwe mateka. Na hii ni hatari ninayoiona kwangu leo pia. E Mungu wangu nisaidie, nisaidie kurejea, nisaidie kusimama vile ulivyotaka nisimame na kukuwakilisha. Samehe uovu na makosa yangu, e, Mungu wangu. Hii ni dua yangu Tanzania, niokoe kwa ajili ya utukufu wa jina Lako. Tenda hivyo na ujalie dunia kujua kuwa umenitendea hata ikutukuze. E, Tanzania. Ishi kwa ubora. Mungu ibariki Tanzania. Amina.